Nitoe rai, nyie ni viongozi, mna nafasi kubwa katika maeneo yenu. Bahati nzuri tuna viongozi wa dini ya Kiislamu, ya Kikristo. Niwaombe, hatuna Tanzania nyingine. Tanzania tulio nao ni moja, ni Tanzania hii. Tuendelee kuhubiri amani, tuendelee kuiombea nchi yetu na kuhubiri amani, waumini wetu watuelewe kwamba hatuna Tanzania nyingine, na ili tusonge mbele katika maendeleo ni utulivu wa nchi yetu. Kwa hiyo kila mmoja wetu arejeshe matumaini hayo arejeshe maombi kwamba watanzania tunahitaji amani, sala zetu, maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu, tuendelee kuomba amani, huo ndo msingi. Kwa hiyo na sisi serikali tutaendelea kupokea ushauri wenu na kuufanyia kazi. Yapo yaliyo ndani ya uwezo wangu na mengine mlionipa ya kuyawasilisha mahali kwingine, nawaahidi yatafika. Sisi tutafanya kila linalowezekana kutimiza wajibu wetu wa kulinda raia na mali zao, ndo wajibu wetu wa msingi na hilo tutalifanya. Kwa hiyo niwashukuru kwamba tumeweza kuongea, lakini nirudie tu ombi langu kwenu, muwe mabalozi wazuri, kila mmoja wetu aendelee kuombea amani. Nataka niwahakikishie kwamba kwa, kwa niaba ya kamati ya ulinzi na usalama tutaendelea kushirikiana na vyombo kuhakikisha wananchi wote wanakuwa salama. Mungu tuthibitishie amani, Mungu tuthibitishie utulivu, Mungu wape busara viongozi wetu, wape nguvu walinzi wetu, vyombo vyote vya ulinzi na usalama vipate kuyaona yale ambayo yana madhara nasi kabla ya kutokea, waweze kuyachukulia hatua. Ee Mungu wetu, tukubalie, amin. Amen. Maneno haya ya hekima kubwa, umfunike na mama na watoto dhidi ya mambo yoyote ya siri au yaliyo wazi. Umfunike kiongozi wetu, tunakushukuru maana leo hii umeiokoa tena nafsi za Watanzania. Endelea kutupa umoja wa nchi yetu, umoja, uzalendo, katika jina la Yesu, Mungu wetu Utusaidie, tunataka amani. Tena amani iwe kwanza, haki siipo tu, tutaipata Bwana kutoka kwako. Kikao chetu hiki tumetamka umbariki Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wake, umtunze umwokoe na mabaya ya nje na mabaya ya ndani, katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu, amen. amen. amen.